In hapa, bwana, karibu wewe kilitambulisha ili tuendelee. Ah. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu ameshaongea, mimi nashindwa kuongea. Ah ah, yani wewe endelea tu basi kwa namna pekee sana e, kwenye paroki yetu ya Bunju tumetembelewa na vyombo mbalimbali mbali vya upashanaji habari. Tuna Tumaini Media hapa, tuna Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, kuna Kanisa TV na kuna nyingine sio rasmi sana, kuna jugo, jugo ile. A jug Media alafu kuna nyingine sio rasmi rasmi sana Mtakatifu Yosefu TV. <laughs> Sasa MuPhilip, MuPhilip Media wameandaa kitu very special kwa ajili yetu, wameandaa vikombe eh, vyenye heshima pia ya parokia yetu, lakini lengo hasa ni kuboost chombo e, hiki cha upatikanaji habari e, kwa njia ya mwonekano yaani video na kuweza kurusha haya matangazo live, basi labda kwa ridhaa ya baba askofu nimkaribishe mwenye hiki chombo alete hivyo vyombo vyake, atuelezee nini ametuletea. Kuna vikapu vizuri vinatisha za mama Bikira Maria kwa wale ambao tunabeba vikapu, kuna vikombe vya chai kuna vitu mbalimbali mbali. Basi yeye ana lugha nzuri zaidi, naomba nimpe aongee. Karibu mwashamu baskofu uh, Stefano Msomba. Katika harakati zetu za kuhakikisha kwamba tunajenga taasisi ya uinjilishaji ndani ya jimbo Katoliki Bagamoyo na kwa kuhakikisha kwamba tunakuwa na vitendea kazi ambapo vitatupa uwanja mpana wa kurusha matangazo, tumeendelea kutafuta fedha ambazo zitatufanya tupate vifaa hivyo vya mawasiliano. Tunayo eh, vikombe mbalimbali, lakini tunayo package ndani yake kuna kalamu frashi, eh, chupa na dali ambazo zote zina picha ya mhashamu baba askofu na yale yanayotambulisha kule Bagamoyo yako hapa. Ehe, kwa hiyo pia tuna hii lakini tunapo vikombe kuna kikombe ambacho kina picha askofu, uh, uh, Stefano Nsomba, lakini pia kuna picha pia ya Baba Paroko kama mnavyoiona. Kwa hiyo wakati anakunywa chai atakuwa anazungumza na kuongea kwamba mlango wa imani. Lakini unapoenda kununua kitu chochote, unatembea na hii, watu wanajua kwamba wewe umetoka Bagamoyo. Eh, umeshika, unaenda soko, unaenda kununua kitu, umetoka jimbo la Bagamoyo unatambulisha jimbo lako, lakini na hizi kepu, ukiangalia hii kepu ilivyo design hapa mbele, ina vitu vyote vile vya asilia ambavyo hivi vinaonyesha kwamba sisi ni lango kuu la imani k ukivaa hiyo unajua, anajua huyu ametoka jimbo katoliki la Bagamoyo. Kuna nazo nyekundu na hizi zzanjaa za, za, za na vingine vikombe vingine, nafikiri baba paroko viko kule, nafikiri tutafanya dominika ijayo misa ya kwanza, kwa sababu hawajapata hivi. Mwisho kabisa, nimewaletea pia kalenda za baraza la maaskofu, na, na ni sehemu pia ya kuongeza ama kubusi mambo yetu. Kalenda hizi ni lesson kwa watoto. Awamu hii baraza la maaskofu wametolea kalenda yenye picha za maaskofu wote, yani mwanao ataweza kuwajua maaskofu wakuu na maaskofu wa majimbo yote kwa hiyo makatekista tumewarahisishia hapa kidogo. Kwa hiyo mwadhama askofu, nikuombe kwa ridhaa yako, hivi ni, ni miongoni mwa vifaa ambavyo tumeviandaa kwa kutafuta kiasi kadhaa. Tunatafuta kiasi cha shilingi milioni nane. E, kwa kipindi hiki tunatafuta milioni nane kwa ajili ya kupata kamera mbili E, natani wadau wetu mbalimbali wameendelea kutuchangia, lakini pia na sisi tunafanya hivyo kupitia kwa wadau hawa, tuweze kupata chochote kitu, ili walau tuendelee kufanya utume ndani ya jimbo lako na kutangaza kazi ya Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu, karibu Paroko <laughs> <laughs> leo hapa kuongea mpaka upate ridhaa <laughs> Basi nawaomba mjongee, mje muunge mkono hivi vi, vi sio visakramenti, ni hivi bidhaa zilizotangazwa kwa ajili ya changizo. Tujitahidi, tunaanza kalenda ya mwaka unaoanza 2026 tukiwa na kalenda ya nyumbani homemade. Amina basi wale ambao haya kwa wale ambao wanapenda kuwa na diary ya jimbo la ina vitu vingi vingi kama mlivyoona naunga mkono kwa laki moja haya kwa kofia shilingi elfu kumi na tano kumi na tano, kumi na tano kuunga mkono nafikiri zinafiti vizuri kuvaa kofia sana lakini nadhani nimetokelezea nime halafu <laughs> hivi vipochi e. Jimbo Katoliki la Bagamoyo, wakinamama mko wengi sana hapa kujimwayamwaya e, sio mbaya. Hiki nacho ni elfu kumi na tano. Kikombe na kikombe nacho kwa ajili ya chai chai, mniunge mkono. Wale wapenda chai, mnajua mimi napenda sana chai all the time. Kwa hiyo tukikutana barabarani, parokiani hapa na kikombe cha chai, basi ni elfu 15. Karibuni kama eh, unaweza ukatoa ahadi pia kuchukua ukaandikisha, alafu ukaje ukaunga mkono. Basi kwa ujumla niwakaribishe kwa ajili ya kuungisha mkono hivi, hivi bidhaa karibuni sana. Waumini, mmemwona memwona paroko wenu amevaa koti ile na anaonekana haipenda sasa. <laughs> sijui nani namnunulia. Haya, kazi kwenu na kikombe juu. Tafakari kwanza. Alafu inafuata kuchukua hatua. Karibuni. Mhazini umetangaza vizuri sana nakuomba mbele bwana mhazini kwa hapa. Karibu sana mama, eh, hongera. Uh, ya ta sema yeah, bwana. Ili tumalize haraka tu tu, unaweza kuja kuchukua ukaandikisha, alafu kaacha contact zako uka Asante sana. Yeah. <laughs> Karibuni, karibuni, karibuni unaweza ukaandikisha kati... jina alafu muhazina anakuja bwana.

Tumsiki Yesu Kristu yeah. Wawata, kwa upendo wa Kristu, kwa niaba ya Wawata parokia, mama mwenyekiti ameniagiza sisi kama wawata tutalipia seti ambayo baba paroko wamechukua, e dari ya laki moja, seti ambayo ina dari ndani yake laki moja, kikombe pamoja na kofia. Kwa upendo wa Kristo, ni washukuru sana wawata kwa mchango mm, huo kwa nimedokeza hapa kwa wenye nani ya timu ya Simba pia zipo, sio Yanga tu, kuna Simba pia hiyo hiyo yako, Paroko ni Vatican wa afadhali. <laughs> <Apavari> umenitetea hiyo. <laughs> ni Vatican. na ile jekundu iliyopo humo sio Simba ni, ni Roma takatifu

kule kwa baba paroko kuna vikombe ambavyo tulivitanguliza. Kwa hiyo kama una fedha ya kikombe eh, tutaenda kuvitoa baada ya adhimisho la misa hapa. Kwa hiyo tutakutana pale. Kwa hiyo kuna boksi lingine kule lina dali lina vikombe eh, na vikapu pia. Lakini kwa misa ya kwanza dominika ijayo tutawaletea kofia ziko printed, tumeleta tu chache eh. Kwa hiyo wiki ijayo misa ya kwanza pekee tutawaletea hiyo. Asanteni sana.